Mkoani Morogoro ambapo usafiri wa treni katika reli ya kati katika eneo la Kidete wilayani Kilosa mkoani humo umerejea baada ya kukamilika kwa ukarabati wa reli hiyo iliyoharibiwa na mafuriko mwezi Januari mwaka huu. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa ametembelea eneo hilo na kusema kwamba miundombinu hiyo tayari imeimarika kwa asilimia 100, hivyo kuruhusu safari za treni kati ya mikoa ya Dodoma na Dar es Salaam zilizokuwa zimesimama kwa takribani miezi miwili iliyopita. Taarifa zaidi na Egidus Audax. Ni takribani miezi miwili tangu kusimama kwa safari za treni ya reli ya kati, na hivyo kusababisha huduma hiyo ya usafiri kuanzia Dodoma badala ya Dar es Salaam kama ilivyozoeleka, kufuatia kuharibika kwa miundo mbinu ya reli katika eneo la Kidete wilayani Kilosa mkoani Morogoro, kulikosababishwa na mvua zilizonyesha katika mikoa ya Iringa na Dodoma mapema mwezi Januari mwaka huu. Waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa amesema hivi sasa ukarabati wa miundombinu hiyo umekamilika na hivyo kuruhusu safari za treni kuendelea. Leo hii kwa mara ya kwanza gari litaanza kupita. Hiyo ina maana tayari kwamba barabara hii au njia hii ya reli iko vizuri. Reli hii isipokuwepo, ina maana kubwa. Kwanza, wewe unaweka hapa, unaathirika kwa sababu kuna wengine biashara zao zinategemea kuwepo reli hii la kwanza. La pili, reli hii isipokuwepo, isipofanya kazi, mizigo yote inapita kwenye barabara hmm. na zile barabara zetu haziwezi kudumu kwa kupitisha mizigo mikubwa. Kilomita moja ya barabara tunatumia shilingi bilioni moja. Kama kweli nchi inataka tuendelee mbele, mzigo hasa mzigo lazima upitie kwenye reli. Kwa vile sisi serikali kwa kulijua hilo tukasema hapana, lazima tutumie nguvu zetu zote kuhakikisha kwamba reli hii imekamilika. Kuhusu wananchi kulinda miundombinu hiyo, nachukua fursa hii, na wananchi, tushirikiane na viongozi wetu, hasa katika kuhakikisha tunalima vizuri, ili maji yale tusiachie, achie, tu yakaja mpaka yakaweza kuvunja reli yetu. Mkae pamoja, mzungumze, tupate mwafaka. kwa upande mwingine nachukua fursa hii kuomba tuachie reli hasa Masanja, fanya kazi, ushirikiane na wafanyakazi wenzako, tuhakikishe kwamba mizigo mingi sasa yanapita kwenye reli. Nimezungumza na baadhi ya wananchi ambao hawakusita kuelezea ya furaha yao. Kwanza ni kwamba nashukuru sana, ile ilikuwa imepona kwanza. Usafiri watu wanaweka kando ya njia, wanategemea sana njia ile. Kwa hiyo njia ikiwa haipo na mapema, kwa sababu ilikuwa ni hadha kubwa kwa, na kwa sababu wananchi walio wengi matatizo yakitokea basi ndio maugonjwa na vitu vinaweza kutokea. Katika hatua nyingine, waziri Mbarawa ametembelea bwawa la Gombo Kidete ambalo linatajwa kuwa chanzo cha uharibifu wa miundombinu hiyo pindi linapofurika maji katika kipindi cha mvua za vuli na masika. Kutoka wilayani Kilosa mkoani Morogoro, mimi ni Egidius Audexi.